na hata sasa ametoa msamaha kwenye taasisi za kidini ambazo na zenyewe kulikuwa na msukosuko hapa na pale. Natambua ilikuwepo hii moja ya Ufufuo na Uzima. Kaifungulie, ifungulie, wape masharti, wape masharti ya uangalizi ndani ya miezi sita. Ziandikie taasisi za kidini zote kuzikumbusha miiko ya, na mipaka ya ufanyaji kazi sawasawa na sheria na Katiba ya nchi yetu na masharti ya usajili wa jopo. Kuanzia nchi zinapata uhuru, nimefuatilia hizo historia zao. Nchi zote zilizogundua rasilimali waliletewa uchonganishi wa aina hii zote. Wewe kafuatilia, nchi zote zilizowahi kuwa na machafuko, sio nchi maskini, maskini kwenye rasilimali zote fatilieu. Sasa Tanzania miaka yote imekuwa Tanzania ya amani, eti miaka tunayogundua kwamba tunakuwa nchi miongoni mwa nchi tano sita zenye gesi nyingi zaidi Afrika, nchi tano sita zenye zenye akiba nyingi ya chuma, nchi tano sita zenye hifadhi nyingi zaidi ya makaa ya mawe, nchi tano sita zenye hifadhi ya madini adimu mengi zaidi duniani, mambo ya uranium, mambo ya nikeli Kabanga tu pale, ile deposit yake inaifanya Tanzania ile moja ya nchi tajiri ya deposit za nikeli za uranium, hivyo hivyo. Eti ndio muda wa Tanzania wanatan na wanao na wa na wanaopuliza zaidi hiyo filimbi hawako ndani ya nchi. Mmejua wanaongea na nani na nani, Mnajua wanatumwa na nani, ni nani anayewalipa? Na mimi niwaambie waliowatuma na waliotumwa wale, wanaomezea mate rasilimali za Tanzania, rasilimali za Tanzania zitalindwa kwa gharama isiyohesabika, zitalindwa kwa gharama yote yeyote.